Basi Mungu akubariki sana, karibu sana asubuhi ya leo. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kutupea uzima, nakukaribisha katika kipindi cha cha siku ya leo kwenye channel hii ya tafsiri ya ndoto yako. Najua kwamba Mungu atakubariki kwa hiyo nakukaribisha sana, wacha amani ya Yesu ikawe nawe popote unaponitazama. Sasa leo hii ningependa nikaweze kukufunza ndoto hii ya kuota unakula wali pamoja na mchuzi, uh, dream of eating rice and stew. Sasa ndoto hii ina sehemu mbili, sehemu ya kwanza ni nzuri na sehemu hiyo nyingine itakuwa ni ndoto ambayo inakutahadharisha. Sasa anytime, wakati wote unapoota unaona ukila wali wa mchuzi inaweza ikawa inaashiria furaha utapata utakuwa na majira ya furaha, utakuwa na majira majira ya kujitoshelesha, yani kwa kile ambacho unachofanya unahisi tu umetosheleka na pia na kuweza kuwa na ile uh, ile hali ya kuweza ku, uh, kuwa na utulivu moyoni mwako. Jambo lingine pia inakuonyesha ya kwamba siku zinazokuja kuna kitu kizuri utakuja kukipata maishani ambacho kitakupa furaha, utakuja kupata furaha siku ambazo za usoni kwa kile unachofanya maishani. Kama unafanya kazi, we ni mfanyi biashara, ukaoto na kula wali wa mchuzi, basi na kuonesha kuna siku zinakuja utakuja kupata furaha kwa kile unachofanya maishani. Pia inamaanisha kwamba uko karibu kubarikiwa maisha yako yanaelekea kwenye kwenye kwenye direction nzuri, na pia inakuonyesha kwamba kunaenda kuwa na mabadiliko mazuri maishani mwako. Jambo lingine, kuota unakula uh, wali wa mchuzi inaonyesha ya kwamba Mungu atakubariki uh, na amani, utakuwa na amani Utakuwa na mafanikio yani, prosperity in life, anakubariki na maisha yatakayokuwa ya na amani na mafanikio kwa wingi, ukiota unakula wali wa mchuzi. Jambo lingine pia, inaashiria afya njema. Ndoto hii inaashiria afya njema, Mungu anaenda kukupea good health and divine provision unapata, utakuwa na, na afya nzuri na pia kutimiliziwa uh, maishani yani Mungu atatimiza kile na kutimiziwa kile unachohitaji maishani. Kwa hiyo ni ndoto nzuri, ni ndoto nzuri kabisa. Uh, jambo lingine pia inakuonyesha kwamba maishani utakuwa na utakuwa na baraka za kifedha, utapata hela ambayo ninaita financial breakthrough in life. Maishani ugumu wa kifedha utakuondokea, kila unachofanya utapata fedha, utabarikiwa kwa njia nyingine na pesa. Kumbuka fedha ni jawabu ya kila kitu. Kila mmoja wetu tunahitaji kuwa na fedha, tunataka tuna, tuwe na fedha. Kwa hiyo hii inakuonesha kwamba utakuwa na experience ya, ya, ya kifedha maishani. Kwa hiyo kama ulikuwa unaota hiye, uh, umeota ndoto hii basi, nakuonesha jiandae kwa baraka za kifedha kwa maisha yako. Sasa, kwa ndoto hii, unapoona mchuzi kwenye ndoto, inamaanisha ule mchuzi Inakuonesha ni ni inaashiria usalama na ulinzi maishani, usalama na ulinzi maishani. Mungu anakupa usalama, utakuwa salama na pia utakuwa na ulinzi wa kiungu kwa maisha yako. Kwa hiyo hauhitaji kuogopa jambo lolote. Jambo lingine pia ni kwamba maisha yako utakuwa na amani na kujiendeleza vizuri utakuwa na amani na kujiendeleza yaani progress. Kile unachofanya kitafaulu, kitafaulu vizuri maishani. Kwa hiyo ni ndoto nzuri, ni ndoto ambayo inakuonyesha utakuja kufaulu, utakuja kufanikiwa, na mafanikio unayapata yatakupa amani na pia utajiendeleza maishani vizuri na pia ndoto hii kuhusu kula wali wa mchuzi inaweza kawa ni mbaya, inaweza kawa na nuksi yake. Sasa inategemea wewe mwotaji, aliyako mwotaji. Kama vile mimi husema siku zote, ndoto huenda huwa uh, inabadilika. Utafsiri wa ndoto hubadilika kulingana na hali na mazingira ya yule muotaji, sawa sawa. Sasa kitu ambacho nataka uone kwa ubaya wake ni kwamba inakuonyesha shetani ama adui zako wanataka kukushambulia, wanataka kufungua mlango wa kukuletea mauti, kukuletea magonjwa, kukuletea kuto kufaulu kufanikiwa maishani, na pia kukupiga na nguvu za kichawi. Narudia tena Unapoota na, na wali wa mchuzi sehemu yake ambayo sio nzuri, inakutahadharisha ya kwamba unahitaji kuwa macho, maana adui zako wanataka kukushambulia, wanataka wakufung, wafungue mlango maishani mwako. Wanapokulisha kwenye ndoto, kuna mlango unafunguka ambao itapelekea roho za mauti kuingia ndani yako. Watakushambulia na roho ya mauti watakushambulia na magonjwa na kuto kufaulu maishani. Kile unafanya kitafaulu, utakumbwa na magonjwa. Alafu pia na roho ya uchawi, inamaanisha wanakupiga na uchawi. Pia inaweza ikawa ni onyo kwako, Mwenyezi Mungu anakuonya. Ndoto inaweza ikawa ni onyo ya kwamba jiadhari sana na watu wanaokupa chakula Labda ulikuwa unataka kwenda kwenye sherehe fulani, kisha ukaota ndoto hii, unaonywa ya kwamba jichunge sana na kile unachoenda kula. Adui wanapanga mabaya kukuhusu. Mara nyingi watu wengi anakuwa na ndoto, hata kama sio chakula sio wali wa mchuzi, lakini anaota anaona ya kwamba anakula chakula fulani. Mwingine anafurahia tu, anajua ah, kule nakoenda nitakula nyama, kumbe wakati mwingine unatahadharishwa kwamba usile chakula mahali unakoenda, usile, umetegwa. Tatizo ni kwamba wengi wetu hatuelewi lugha ya ndoto, hatuelewi uh, lugha ya ndoto, jinsi ndoto inavyotufunulia matukio yanayokuja. Kwa hiyo ndoto kama hii inaweza kawa inakutahadharisha unakoenda usile, ama usi, usikule chakula unacholetewa. Kama ni kazini, kuwa mwangalifu kama umeota ndoto hiyo kwamba usile beta, ukae njaa lakini uchunge maisha yako. Kwa hiyo Mungu wetu akubariki na akutendee mema. Huyu ni mchungaji wako Reverend Peter Njihia wa Greater Works International, tuko hapa Kenya, Nairobi. Kama umebarikiwa na kipindi ama somo hili, ninaomba ukasubscribe kwa channel hii na ukaweza kulike na unaweza ukashare natoka comment nipe tu kidole hapo, na Mwenyezi Mungu atakubariki hadi kipindi kijacho. Aa, kumbuka ya kwamba Kristo bado yupo. Amen.